Unakwenda wapi? Unataka nionekane mtu auvyo kwenye hiki kijiji, ndio? Sasa basi, subiria adhabu yako ikiisha nikurudishe kwenye nyumba yako ya milele, urudi katika kaburi lako ndani yalako. Afu moja kitu kingine ambacho nilikuwa natamani mimi siku moja kabisa. Nilikuwa natamani yani, nije siku moja huo huo mkoa wangu mimi mume wangu kwa halali kabisa, tuwe kujifishafisha kama hivi. Unajua hapa sasa, hapa nilipo. Sina tamani yani basi tu yani. Unajua yani, sasa tuko barabarani hapa nikikuoa, tunaenda pale nyumbani kwa baba, tunaenda pale nyumbani kwa baba tunakaa, ila baada ya muda fulani tunajua tunajitafuta. Baada ya muda fulani hivi, tunaondoka kwetu, nadhani tutakuwa tulishajipata. Mimi weusi, ujue weusi shida kwa sababu aruka weusi, ila najua wao wameshika rangi ya mama, hivyo nzuri

Mama mdogo, mama mdogo taarifa gani nzuri? Na acha, mama mdogo, niambie sikuhusu Senya, acha basi. Senya alivyonishika mama mkwe, na nami nikasema hapa hapa situli Hana mpango nawe mm -hmm. Mpango anao ila alikuwa anakupima, kumbe ulikuwa unapimwa bila kujijua. oh, mama mdogo angeniambiaga tu hmm. anamanakuga wasili kusema. yeah. hey. mm -hmm. Akasemaje? Akaniambia hivi karibuni ana mpango wa kuja kutoa posa. ah! Posa, ma mdogo Uamini nini? Yaani usiku naisikilia kwa hama mdogo yaani siku ikifika hiyo. Unjui tu mimi nimefly kiasi gani. Ah, mama mdogo. Haya, bwana, mi nimejichokea mwenyewe ningie ndani nikapumzika. Mama mdogo. Haya sasa. Mwenye fly zenu wenyewe. Mzee Chande. Mzee Chande. Ah, Bwana Bahati. Karibu. Asante sana. Shikamoo mjomba. Hujambo? Sijambo. Karibu. Asante. Nilikuwa nikisimamia mirasi ya mama aliokuwa akiamiliki mama, wakati narudi nyumbani, dada yangu aliniambia kuwa ulikuja kunitafuta sasa ndo nimekuja kukusikiliza mjomba wangu. kuna shida gani? Aa, ni kweli nilikuja kutafuta nyumbani, lakini pia kitu ambacho kinileta nyumbani ni kwamba nilikuja kwa niaba ya kukupa pole kwa msiba wa mama yako. Kitu kingine ambacho kimenileta nyumbani kwako muda huo aa, ni kwa ajili ya kutaka radhi kwa sababu pia sikuhudhuria kwenye msiba wa mama wako. Unajua, wakati msiba unatokea nilikuwa nimetoka kidogo, kwa hiyo nje. Na hayo pia kuna maagizo ambayo niliachiwa na marehemu mama wako. shogana nameta nyumbani mkukumkuku kama una raha hivi? Hmm? Tena shoga, sina yaliyonikuta <laughs> sina budi nikueleze tu hmm. Sijenda kumparamikia ule kakang, nampenda acha. <laughs> hmm. mtoto hmm. no. wake nianze kujirushi acha, nianze kumwambia hisia zangu mtoto wakike, acha no, nijimwage acha no. nijimwage ni hmm. <laughs> na maagizo ene ambayo nilipatia, aliniambia kwamba inatakiwa nikupatiwa urithi. Urithi gani huo? Mbona mimi urithi zote, yaani mali zote za mama mimi nazifahamu, kuanzia mashamba, viwanja, lakini pia nyumba ambayo tunaishi mimi naifahamu. Sasa kuna urithi gani mwingine, bwana Bahati? Yaani, mimi sizungumzi huko na kuzungumzia wewe, kitu ambacho mimi nakizungumzia ni na kitu tofauti kabisa na hayo ambayo unaozungumzia wewe. Unajua mama wako alikuwa ni mchawi, kitu ambacho namaanisha ni kwamba unapaswa urithi mchawi wa mama wako. Acha ujinga wako wewe, mambo gani unaongea? Yaani kukupa thamani kidogo tu ya kuwa mjomba wangu wa iyari. Sasa naona sasa umeota na mapembe sasa. I wewe umekaa hapa umefikiria kabisa nije nimwambie bahati kuwa mchawi na kwanza, toka lini mama angu akawa mchawi? Nisikilize we mzee, mama angu sio mchawi, mama angu hajawahi kuloga na ana anaimani katika Mungu. Sasa acha kujiweka kuwa mkubwa kwa kila kitu. Kwanza wewe ni mjomba wangu wa iyari, hatuchangii damu, tuko mbali mbali kabisa mimi siwezi kuwa mchawi, umenielewa? Tena koma, Koma kabisa, dakika ya mwisho

Mpenzi wake nataka unipelelezeni, nani afu jioni kule tunakokutana. aaanazo hapo, ndio maana wana kukubali wewe. Shoga mimi tena, kwenye mambo hayo sina baya. Ngoja nikamalizie kazi zangu baadaye, usijali, mimi nipo. Labda mimi nafikiri kwa sasa hivi akili ya yako mm haijakaa -hmm. sana, labda uende nyumbani utulize akili ya yako, utakapokuwa utakapokuakwa tayari utakuja kunipa jibu kama unaungana na sisi. Wewe unapaswa wewe mchawi kama sisi tulivyo na kama mama wako alivyokuwa na sisi, hilo ndio jukumu ambalo aliniachia mimi, nikwambie ay, ay, ay. Leo nywele kwa mami Nisikilize mshimo, mwambie mjomba wako mimi siwezi kuwa mwanga mwanga.

Ah, kwa, sasa baba samahani. Ni wewe nimekuja hapa na ugeni kasi ya kutaarifu baba ah, wewe kuna nimeona baba ni mtu ambaye tunapendana sana, nilikuwa natamani hapo mbele aje kuwa mke wangu rasmi na ndoa baba, na bana, nataka kuoa wako. Bwana bado mdogo sana. Ah, baba kama nilivyosema hapo hapo awali kwamba mimi huyu natamani aje kuwa mke wangu, sio kwamba labda si sema kwamba labda naoa leo au kesho, hapana. Ni maandalizi tu kuja kutambulisha hapa, umfahamu binti. Uko tayari kwa jambo hili? Ndio baba, niko tayari lakini, eh, meshaongea na kakako? Lakini kuhusu jambo hili, kwa kweli kaka sijamfahamisha lakini sio mbaya, mgeenda kwa mjanda basi. Sawa mama, karibu mimi. <coughs> acha nielekee ibada. Ah, kuna wageni pale kanisani nataka nikaone mara moja, alafu baada ya hapo tunafanya ibada ah. Eh, sawa mama, sisi tuko hapa, lakini ukumbuke kuja nawe ibandari ah, haina eh, shida kwa mimi, nitakuja karibuni e, ha, sana

Ana mjomba, kitu ambacho kimenifanya ni nikae na wewe hapa ni kwamba nahitaji kufahamu ni kitu gani ambacho ulikiona huko, cha uliona nini? Unajua, mimi ndo mtu pekee ambaye naweza nikatatua changamoto zote za hapa ni vema uniambie ni kitu gani ambacho kilitokea ili angalau nipate wapi pa kuanzia, nikajua ni pisi moja hatari kwenye hiki kijiji, nikajua ni mtu mmoja. Ile nikikwambia Shabani unaweza kutoa mate <coughs> chini. Jamani naambie basi, huyo mtu mwenyewe ni anaokusumbua, anaoleta usumbufu Mtu mwenyewe ni nani? Mm -hmm. Ashura. <laughs> Uh -huh. Yeah. Kumbe ni Ashura. Sasa amenifanya niendelee kudumisha uadui mm -hmm. kwenye familia yake mm hapa -hmm. Na uondoa moja kwa moja mpaka kwao usijue, <laughs> ukatengeneza mazingira ya kuficha chochote <laughs> basi sawa kwa sababu ndio hivyo ilivyotokea. Wacha mimi niendelee kutafuta mtafiti wangu. Vilio, simanzi, ukatili ni kwetu sisi, machozi kudondoka kila siku ni kwetu sisi, yani yule na huyo kugombana sababuni wewe uchawi wa kutisha, wafaidika nini? mwisho wa ubaya jua ni aibu wetupitabu ipo siku taibika. Hizi shida lawe unazotupa, machozi yetu, ipo siku taibika.